Zanzibar imesheheni maendeleo ambayo sijawahi kuona toka nifumbue jicho langu. Chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali. Zanzibar yetu ina umoja na mapenzi na mshikamano miongoni mwetu, mambo ambayo sijawahi kuyaona toka kuasisiwa kwa vyama vingi 1990. Mgombea wetu umetokea Bumbwini na leo umekuja Bumbwini. Wana Bumbwini sisi tuna furaha kubwa kuona leo umefanya mkutano ukiwa huko nyumbani. Nakumbuka maneno ishirini ishirini yaliyozungumzwa na hayati marehemu Rais Magufuli kama atachaguliwa ile miaka iliyopita tumejongea ndani ya miaka mitano miaka kidogo ambayo Dokta Mwinyi ameiongoza nchi hii, ameiongoza kwa mafanikio makubwa sana. sisiemu katika awamu ijayo tayari tumeshatia mkataba wa skuli mpya 29 tutaendelea kuzijenga katika maeneo yote. Ahadi yetu mwaka 2020 ilikuwa ni kujenga madarasa 1500. Tunavyozungumza tayari tumeshafika madarasa 4800. Matunda tumeshaanza kuyapata, mitihani ya form 4 na form 6 sasa hivi ufaulu ni mkubwa sana. Hakuna sababu kwa nini msituamini kutuchagua tena ili tukamilishe ahadi tulizoitoa. Sasa katika ilani ya mwaka huu 2025 hadi 30 CCM s we... Mwalimu Sefu alituonyesha miti wake akiwa ndani ya CCM, na si mwengine ni Pesimaco. Oktoba tunatiki.